Asilimia tuseme mia uh, hata kama ako na jiko lazima tena bado unatumia wakati wa sherehe. Hata kama unaishi town ni asilimia, kila mtu anatumia so, uh, Danida wamekuja kwa sikimia, mtu anatumia kwa mshiko, Uh, by virtue of that pia tunasaidia afya afya ya wamama wetu, watoto wetu na jamii zetu, tuna hii inachangia pia pato yao, kwa sababu ile muda wanaenda kutafuta kutumia siku nzima, wanaweza tashsha waende duka yao, wanaweza enda kufanya biashara zingine kuliko kutumia siku nzima siku tuseme, siku nne kwa wiki, tumefanya utafiti, wengi wao wanaenda kufanya kuni siku nne kwa wiki, na hizi jimwaka ka wanaenda kutafuta kuni maybe siku moja kwa wiki, zile siku zingine tatu zimebaki, wanaenda kufanya biashara zingine ili kuendelea. Um, kitu kingine itasaidia ni afya, mara nyingi kliniki zetu za Marsabit za miti tunakata tu, tuweze, tukate kiasi tu. Lazima tukate kwa sababu lazima tukinge, lakini tupunguze ile idadi tunakata. Ya pili ni kusaidia pia wa wamama tukiwambia wahifadhi hata wanyama wa, wapori. Mara nyingi wakienda kutafuta kuni wanapatana nao na wanyama na, wamama, hata unaweza shikwa kwa sababu umeingia Marsabit forest na kwa kesi nyingine tukipunguza muda ambayo wako katika forest, tunapunguza chances ya wao pia kukua arrested na kupitia mambo kama hayo. Pia tumepata uh, watu wanaouana kuna mali hawana mali ya kutafuta kuni, lazima wa, wataenda kwa jirani jirani, wakati tunajua Marsabit ikiharibika ni mbaya, utakaa nja uwe una kuni ama utaenda kutafuta kuni uwawe, tunajaribu kupunguza mingi mingi. Kwa hivyo ukiangalia unaweza ona ni jiko tu lakini ile changamoto inapunguza ni mingi.